Acha nikwambie, usiona unaishi una mzuri, kuna watu huko nje wanaumia bana. Wako watu wanalipa simu ndio ifunguke. Wewe uko na heshima kwa watu sasa. Endo, niletee maji bana. Heshima gani? Heshima gani? heshima na mnakuza kuniara sasa kwetu. Tunawapatia kazi na tunataka space. Mko na space huko inje, hebu toka. Space ya wafanyikazi huko inje. Unajua bei ya TV wewe mtu wa kukutetea, acha, unaona ngati TV kweli, wao mmoja kuja kuonea hapa TV. Ni sawa. Ebu toka, na toka. Si wewe ndio huyu mimi aka kasichana kanajifanya Enjoy maisha. Eh. Hey. Hey. Hey. Aya, kwani inajipandisha volume wewe? na wewe acha kuleta ushamba hapa hey! hata <laughs> ah, remote inashikangu hivi alafu hey. Ni volume unapunguza, bana hata ipunguki TV yetu za mkongo, kwani kona mkongo kaa iko flat. kwani inakulanga nini? Acha ya mkongo, ni kama tumbo yake. Sasa inakula aje? Sasa na wewe, nilikuwa naomba space na unaniaibisha. Ah, toka. Hata wewe siko, acha kwa hivi. Ah, toka ole, basi ni na ni ah, ah, ni, ni nifundishe. Pole, pole pole umeni pole. Ah, haribia mood. Toka, tutakuja siku nyingine. Muringa, na hata wewe pia utaenda tukwenu, wache isitifia. Naongea nongea vibaya, afta nimekuchuja.